Chama cha Mawakili nchini LSK kimekashifu vikali amri ya Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen kwa maafisa wa polisi kuwapiga risasi watu watakaovamia vituo vya polisi. LSK ikisema Waziri Murkomen hana haki kisheria kutoa amri hiyo hatari. Na kama navituarifu, Emmanuel To, Murkomen amejitetea akisema maafisa wa polisi wana mafunzo ya wa kutosha kuhusu namna ya kutumia bunduki zao. Tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station, piga yeye risasi. Huh? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ni amri ya waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kwa maafisa wa polisi Alhamisi jioni. Wakazi wa eneo bunge la Kikuyu kaunti ya Kiambu waliokusanyika katika ofisi ya naibu kamishna wa kaunti wakipiga kelele kukataa maagizo hayo Sauti yake kizama ndani ya ndimi hizo za pingamizi, ati anaenda kunyang'anya polisi bunduki kama <tis> <Banda tis> mtu mwenye anasumbiwa mawe polisi, anataka kuua polisi, ati atakuja kupembelezwa, anafikiria bunduki <tis> ni madazi <tis> matamshi haya yakiwasha moto mitaani na mitandaoni. Chama cha mawakili nchini LSK kikitoa taarifa ya kukashifu matamshi hayo, kikianza kwa kusema kwamba waziri Murkomen hana uwezo kikatiba kutoa amri hiyo, ambayo ni inspekta jenerali wa polisi. LSK ikionya kwamba afisa yeyote wa polisi atakayetumia bunduki yake kinyume cha sheria atakuwa amefanya makosa ya jinai. Hata hivyo, Murkomen alihudhuria mahafali ya maafisa wa polisi wa utawala katika eneo la Kanyonyo, kaunti ya Kitui Ijumaa, alijitetea akisema alinukuliwa vibaya. Hatujasema atitumiwe kiolela, ni ile tunajaribu kutetea wale polisi ambao maisha yao iko hatarini, na wanaambiwa na wengine ya kwamba usitumie hiyo bunduki kwa sababu utastakiwa Sehemu ya sita ya sheria ya huduma kwa polisi inaeleza kuwa polisi anaruhusiwa kutumia bunduki yake kumpiga risasi raia wakati maisha yake yamo hatarini na hana namna nyingine ya kujikinga, ama wakati ambapo mshukiwa anatoroka. Watu 15 waliuawa kwa mtutu wa bunduki wakati wa maandamano ya jenzi Jumatano. Emmanuel Tor, runinga ya Citizen, Nairobi.